Mimi ni injinia Bernard Kavishe, ni msajili wa bodi wa usajili ya wa wahandisi e. Bodi na majukumu mengi mojawapo ni, ni professional development kuendeleza wahandisi na sasa vijana kuendeleza, wanapomaliza shule kuingia kwenye production haraka. Tuna baraka kubwa sana, sasa hivi vijana wanasoma kwa wingi sana kwa mwaka wa takriban wana graduates vijana elfu tano kwenye vyuo zaidi ya kumi na tatu hapa Tanzania, lakini vyuo vya nje. Wazazi sasa hivi wana uwezo wa kusomesha vyuo vya, vya nje. Kwa hiyo tuna, tuna exponential growth tuna ukuaji mkubwa wa idadi ya vijana, idadi lakini hata thamani, vijana wana akili pia, lakini eh, kwa hiyo kutokana na wingi wao eh, kwa takribani asilimia sabini ya, ya wahandisi ni vijana na hao chini ya miaka 35. Kwa hiyo lazima tuwe na interest na vijana na interest na watoto wa kike pia na waweze kuchukua nafasi yao katika uchumi. Ninaposema vijana ni wengi sija, sijamaanisha kwamba wamezidi. Kwa sababu uchumi nao umekua, uchumi umekua sana ukiona majengo yanayojengwa, miji inajengwa nchi nzima ni kama site. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuwafanya wawe productive haraka kule shuleni wanafundishwa engineering ile technical, lakini soft skills zinakuwa hamna. Ujuzi e, wa kusimamia miradi, ujuzi wa kusimamia makampuni, ujuzi wa kuanzisha biashara ili hawajapata dozi ya kutosha. Kwa hiyo yarabi, tuna mpango wetu ambao tumeuita Youth Acceleration Program. Acceleration, maana yake ni mpango wa kuwakimbiza vijana waive haraka wachukue nafasi yao na wachukue pia nafasi ya wageni, kwa sababu wageni wamechukua nafasi kubwa sana katika uje, sekta ya ujenzi. Kuna ni mpango ambao tunawafundisha vijana taratibu una, una, una, vipande kama vinne. Kipande cha kwanza ni mafunzo, tunawapa mafunzo ili kwanza jinsi ya kuandika business plan, kuandika wazo la biashara. Wazo la biashara haliwezi kukua wala kuota kama halijawekwa ka, kwenye karatasi kuna wanafundishwa kwa, wana, wana kwa kwenye karatasi wanafundishwa online, wanafundishwa kwenye eh, hadhira kama hii. Wakisha fundishwa ile ile, wazo la biashara linaenda likikuzwa kwa ukubwa na kwa ubora. Eh, kwa mfano kama kesho tutawaletea watu wa brela brela wafundishe kwamba ili kampuni iweze kuonekana kwenye kiserikali na ki, kimataifa, lazima kwanza iandikishwe ipate uhai iundwe izaliwe. Kwa hiyo BRELA watawafundisha na wale ambao mawazo yao wa yameiva, wataandikisha kampuni kama mtu ameamua ku, kuwa ni consultant mshaurielekezi kwa hiyo yarabi, tutamfundisha si yarabi, nao watakuwepo, ikiwa e, yarabi nao watakuwepo. Kwa hiyo wa ni, ni ni, taasisi mbalimbali zitakuja, lakini pia tutawaletea watu ambao wamepita katika njia na biashara zao zika zikafanikiwa kwa hiyo ziunda hizi taasisi, na wakisha jua jinsi ya kuziendesha, jinsi ya kulipa kodi na kadhalika e, hatua inayofuata ni kuwapatia kazi za kufanya, tawapea na makampuni ambayo ya yameshaiva. Eo, tunawaweka kama wa, walezi wao, wanawatamia wale vijana na wapate kazi. Kwa pamoja lengo likuwa ni kwamba baadaye wataweza waka, wakatoka wakaenda kupata kazi wenyewe. Kwa hiyo ndio mpango wetu huo ambao tunaita Youth Association Program, na na tunalolianzisha leo ni sehemu ya mpango mmoja mkubwa, lakini tunazidi kutafutia fedha, tunazidi kutafutia wafadhili, tunazidi kutafutia supporters ili vijana wasichelewe kufikia production. Generation hii wanatakiwa wafanye production mapema.